Hujambo na karibu katika jumatatu nyingine, jumatatu iliyonyooka, jumatatu ambayo inakupatia nafasi nyingine ya kutazama nchi yako kupitia dondoo za magazeti. Lakini zaidi ya yote tunamshukuru Mungu kwa neema, uzima, afya tele ambayo ametupatia ili kuweza kufika hapa ambapo tupo siku hii ya leo. Jina langu naitwa Joshua Sorongai, siko peke yangu hapa studio, pamoja nami ni Michael Gaspar, Denis Julia, Samuel Matekere tunaokamilisha matangazo haya kukufikia hapo ulipo. Tutatazama uh, kurasa za mbele za magazeti mbalimbali, likiwemo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, gazeti la MwanaHabari, gazeti la Habari Leo gwiji la habari Tanzania, gazeti Pambazuko. Tutakuwa nayo hapa kuku, eh, pe, kukupatia zile ambazo wao wameona eh, kwa nafasi kubwa ziweze kukufikia uweze kufahamu nchi yako iko wapi. Lakini sio Tanzania tu, ni hata mipaka ya nje ya Tanzania tutapata kutazama na kujua ni kipi ambacho kipo kupitia magazeti haya. Jumatatu ya leo ikiwa ni siku ya sita tangu e, mwezi huu wa kumi uweze kuanza, na nitaanza pamoja nawe kupitia gazeti la Pambazuko. Gazeti hili ukurasa wa mbele una habari ambayo inasema, unabii kwa Lissu wakaribia kutimia, leo akakamilisha siku 170 akiwa magereza kesi yake bado. Kurasa wa sita na wa saba gazeti hili la Pambazuko linakuwekea habari hiyo kwa undani kabisa. Habari nyingine ambayo unaenda kuipata hapa ni THRDC, mchakato katiba mpya uhui eh, uhuishwe haraka. Katika ukurasa wa kumi na tatu gazeti hili la Pambazuko linakuwekea habari hiyo kwa uzuri kabisa. Samia ahidi makubwa kanda ya kaskazini. Katika ukurasa wa 26 na, na 27, gazeti la Pambazuko toleo la namba 142 na kupatia habari hiyo kwa uzuri kabisa. Mbosa asukuma mabadiliko bandari katika ukurasa wa 14, 15, 16, na wa na 17. Gazeti hili la Pambazuko basi linapambazuka na habari hiyo kwa ajili yako ndugu mtazamaji. Waombaji wa visa za Marekani shakani. E, tumekuwa tukipokea maswali kutoka kwa wanafunzi wa Kitanzania kuhusu iwapo wataweza kujiunga na vyuo vyao kwa wakati. Katika ukurasa wa nane na wa tisa, gazeti la Pambazuko linakupatia undani wa taarifa hii kwa uzuri popote pale ambapo unafuatilia matangazo haya kwa uzuri kabisa. Hizo ndizo ambazo zimepewa kipaumbele katika ukurasa wa gazeti la Pambazuko. Tutazame gazeti Dira. Gazeti Dira ya Mtanzania, ukurasa wa mbele, ndugu mtazamaji, siku ya leo, habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele hapa ni maaskofu wa waasa wa Tanzania kulinda amani. Habari hii unaenda kuipata hapo kwa uzuri kabisa, katika ukurasa wa tatu, ambapo inaendelea kusema waonya vijana kujiepusha na matendo maovu, waomba Watanzania kuombea uchaguzi bila kujali itikadi zao, katika ukurasa wa tatu. Dira ya Mtanzania hoja ya wote inakupatia hoja hizo katika ukurasa wa tatu kwa ukamilifu wake. Samia mwanga wa kweli kwenye maendeleo, Dkt Nchimbi amenukuliwa hapo katika ukurasa wa saba. Ukikamata nakala ya Dira ya Mtanzania utaenda kupata kwa uzuri kabisa. Othman Masoud kurejesha mji wa Chake Chake katika hadhi yake, katika ukurasa wa nne, dira inakupatia wa uzuri kabisa. TARURA yarejesha mawasiliano Rufiji, katika ukurasa wa tatu, undani wa habari hiyo ipo kwa ajili yako, ndugu mtazamaji. Asubuhi ya leo tutazame gazeti la Mwananchi, ukurasa wake wa mbele. Tunavyozidi kusonga mbele, Sumae, vurugu hazitang'oa CCM. Ataja siri ya CCM kuendelea kuongoza, adai vyama vya upinzani vimekosa ubunifu, avipa mbinu kumi kuiondoa CCM Ikulu, ikiwamo kuwa na hoja na sera zenye kujibu kero za wananchi. Katika ukurasa wa nne gazeti hili linakupatia undani kabisa wa habari hiyo. Eh, na kuna nukuu yake hapa ambayo ninatamani ukikamata nukuu eh, nakala ya gazeti hili utaenda kufahamu ni kipi ambacho kinaelezwa hapo kwa uzuri kabisa kwako, ndugu mtazamaji, ambaye unatufuatilia asubuhi ya leo. Na nukuu hii, ndugu mtazamaji, ninaisogeza kabisa kwa ukaribu asubuhi ya leo kupitia matangazo haya moja kwa moja, ili kuiondoa CCM na nikuvisaidia vyama vya upinzani viweze kushindana na CCM. Hao wanaotaka CCM itoke waanze kuimarisha vyama vya upinzani kwanza, kama watachagua chama kimoja au viwili ili vingi, vifanye kazi za e, siasa na kuvijenga na sio kuchanganya siasa na uanaharakati. Hiyo si njia ya kuiondoa CCM. Hii ni nukuu ya Sumaye katika ukurasa wa nne. Kuna undani wa taarifa hiyo, nenda kamati na kala ya Mwananchi ili uweze kufahamu kwa undani kabisa. Moto Kariakoo waibua hoja ya vifaa vya bei ya dezo, ukurasa wa kumi na moja. Gazeti hili linaenda kukupatia eh, undani wa habari hiyo. Nne, idadi ya majengo yaliyoungua kwa moto katika eneo la Kariakoo ndani ya miezi mitatu iliyopita, habari hii kwa undani eh, ipo katika ukurasa wa kumi na moja ndipo ambapo utenda kupata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Kilio kamatakamata ya makada wa Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema kimeibua eh, kilio cha wanachama na viongozi wake kudai kukamatwa kwa nyakati tofauti maeneo mbalimbali nchini. Habari kamili katika ukurasa wa tatu. Habari hiyo tena kuipata kwa uzuri kabisa. Tatu idadi ya makada ambao Chadema kinadai ah, wamekamatwa au kutoweka eh, ukiondoa vijana kadhaa wabodaboda hapa kuna baadhi ya uh, watu ambao wameweza wameweza kuorodheshwa na gazeti la Mwananchi kwa ajili yako tu. Hapo kamati na kale yako basi, upate kufahamu ni wakina nani hao. Dr Mwinyi ahidi amani, ACT kurejesha miji ya watu Zanzibar. Wafuasi wa CCM, hapa kuna habari picha ambapo inaonyesha wafuasi wa CCM kwenye mkutano wa kampeni, lakini pia kuna wafuasi wa ACT wazalendo wakimsikiliza mgombea wa rais Othman Masoud. Uh, ukikamata na kale yako gazeti hili la Mwananchi ukurasa wa tano undani wa taarifa hii uh, inakupatia hapo, utaenda kupata kwa uzuri kabisa habari hizi zote kwa ajili yako. Dhami, uh, wiki ya huduma kwa wateja dhamira yetu miaka 25 ijayo. Uh, leo tunapoanza wiki ya huduma kwa wateja mwaka 2025 chini ya kauli mbiu dhamira inawezekana, uh, najikuta ni, uh, ni kitafakari kwa kina, maana ya wakati huu. Habari hii ndugu mtazamaji, ipo kwa ajili yako kwa ukamilifu kabisa, katika ukurasa wa 20 ukikamata nakala ya gazeti la Mwananchi. Hatua kwa hatua kesi ya uhaini ya Lisu ikisikilizwa leo, habari kamili katika ukurasa wa 21. Gazeti la Mwananchi ndivyo ambavyo linakupatia habari hiyo kwa uzuri kabisa kwa ajili yako ukikamata nakala yako. Tusonge mbele na gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Asubuhi ya leo gazeti hili linakuambia hatma ya Lisu, mashahidi 30 wa serikali kuanza kuwasilisha ushahidi kesi ya uhaini leo, wamo wasiri. Lakini 179 ni idadi hapa ambayo imewekwa ya siku ambazo Lisu ameshikiliwa mahabusu, na tuhuma hizi nzito zilizovuta hisia za watu wengi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania katika ukurasa wa tatu Nipashe mwanga wa jamii na kupatia habari hiyo kwa undani kabisa kwa ajili yako. JWTZ TF wakemea uchochezi, katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili utaenda kupata kwa uzuri kabisa habari hiyo, na kuna nukuu hapa ambayo utaiona kwa uzuri ukikamata na kala ya gazeti hili la Nipashe mwanga wa Jamii. Azaki kamata ya watu 25 i yatosha kumaliza kiporo katiba mpya, katika ukurasa wa mbele na wa pili gazeti hili la Nipashe mwanga wa Jamii, basi tena kupata mwanga huo kwa uzuri kabisa. Ahidi thelathini za Samia milioni kumi na nne washiriki mikutano, ukurasa wa nne, habari hiyo ipo kwa undani kabisa. Magumu eh, wanayopitia walimu wanaojitolea, katika ukurasa wa kumi na kuna siku ya walimu duniani. Hapo utaenda kupata undani wa habari hiyo kwa uzuri kabisa. Watoto wawinda elimu chini ya miti katika ukurasa wa tano, ripoti maalum ya Nipashe mwanga wa jamii basi ipo hapo kwa ajili yako. Nipashe inazidi kupunguza siku kwa kuzihesabu eh, kwa ku, eh, inahesabu kwa kupunguza siku na zimebakia siku 22 b tu kufikia uchaguzi mkuu wa Tanzania ukikamata nakala ya Nipashe basi kwa uzuri hizo zote ambazo nimepata kukujuza utaenda kuzipata kwa uzuri kabisa, ndugu mtazamaji ambaye unasonga mbele pamoja nasi na sasa, tutazame gazeti la Majira. Ukurasa wake wa mbele linatupatia habari ambayo inasema: Oktoba 29 kudhibitisha siri uimara wa CCM Kaskazini. Kuna uhusiano wa kuimarika kwa nguvu ya CCM Kaskazini na utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo katika ukurasa wa nne gazeti la Majira, gazeti huru kila siku, ya kupatia habari hiyo kwa uzuri kabisa. ACT Wazalendo kuirudisha hadhi mji wa Chake Chake, ukurasa wa nne. Majira, gazeti huru kila siku, inakupatia undani wa taarifa hiyo. Dk Samia, tukapiga kura kwa heshima ya nchi yetu, ukurasa wa pili. D Mwinyi atumia siku 25 za kampeni kufikia makundi muhimu, ukurasa wa nne. Gazeti la Majira inakupatia kwa uzuri kabisa. Tabora kujengwa kiwanda cha tumbaku CCM ikishinda, ukurasa wa pili. Tunisia yatoa hukumu ya kifo juu ya chapisho la Facebook katika ukurasa wa 19. Maadili yapotea, eh, heshima imepotea hadi kwa watu, tutafakari tuendako katika ukurasa wa 16. Basi undani wa taarifa hiyo unaenda kuipata kwa uzuri kabisa. Gazeti la habari leo gwiji la habari Tanzania ndilo ambalo tunaweka nukta nalo katika ukurasa wake wa mbele siku ya leo, ndugu mtazamaji, kwa uzuri kabisa. Habari mbalimbali ambazo mbali zimepewa nafasi kubwa ni kampeni zizingatie utu gazeti hili katika ukurasa wa mbele tu kikamata inakuambia hapo kwa uzuri, Samia asisitiza Tanzania walinde amani, lakini aache tabasamu mikoa ya kaskazini. Katika ukurasa wa pili basi utaenda kuhabarika kwa undani kabisa, vijana wahimizwa wakatae kutumika, vyama vyaeleza umuhimu wa siasa za hoja, uzalendo, lakini TEF yataka umakini mitandao, eh, mitandao isivuruge amani. Katika ukurasa wa 15 gazeti la Habari Leo linakupatia uzuri kabisa. TEF ya himiza umakini mitandao isivuruge amani, katika ukurasa wa tano ndani ya gazeti hili, basi utaenda kupata habari hii. Imepewa kipaumbele ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo mara mbili. Kwa hiyo moja utaikuta juu kabisa ya gazeti, lakini kuna nyingine ambayo utaipata aii, upande wa kushoto chini kabisa wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kuna habari picha hapa ambayo mbayo inamwonyesha mgombea rais kwa tiketi ya chama cha Ukombozi wa Umma cha umma Salum Mwalimu akizungumza na wanachama na wananchi wa Mbagala, Dar es Salaam katika mwendelezo wa kampeni za uchaguzi mkuu siku ya juzi. Naenda kukamate nakala yako yoyote ili uweze kuhabarika kwa undani kabisa. umd yahimiza amani uchaguzi mkuu, ukurasa wa saba ukurasa wa ishirini kuna habari ambayo inasema askofu, tuwe na subira uvumilivu utaenda kupata habari hiyo pia. Uh, kwa uzuri kabisa kuna habari nyingine ambayo utaenda kuikuta katika ukurasa huo huo wa ishirini, ushahidi kesi ya uhaini ya Lissu kwanza. Leo ni habari hiyo, ukikamata nakala yako basi utaenda kuhabarika kwa uzuri kabisa. Imeahidi kukuza uchumi Tabora, katika ukurasa wa tatu. Nenda kakamate nakala yako upate kuhabarika kwa undani. Vijana makini taifa imara, Tanzania inaandaa viongozi wake wa baadaye kwa, wa kwa uelewa kwa uelewa, uthubutu na uzalendo. Hii ni nukuu ambayo ipo katika gazeti la habari leo. Tukiwa tunaelekea uchaguzi mkuu, basi utaenda kupata kwa uzuri kabisa habari hiyo kwa ajili yako. Tuweke nukta fupi pumziko, hili litaturejesha kusonga mbele pamoja nawe kufahamu ni kipi ambacho kimepewa kipaumbele katika kurasa za michezo na burudani siku hii ya leo. Na kubwa kuliko Simba, imeweza kupata e, meneja mpya akisema kocha takuwa ninakosea kwa sababu wao wamemtambulisha kama meneja. Basi Simba imepata meneja mpya, lakini pia uh, habari zinginezo uh, kutoka kwa wapinzani wa Simba Yanga, pia kuna habari hapa ambazo tutazipata, lakini pia tutapata kutazama uh, na kufahamu japo kwa uchache tu habari za kimataifa, lakini pia Singida Black Stars zaibua wa wadau wa soka nchini. Endelea kuwa hapo pamoja nasi, mimi ni Joshua Sorongai ipo hapa. Pumziko fupi litaturejesha, mimi pamoja na timu nzima kukuletea habari mbalimbali mbali katika kurasa za nyuma na za mbele sana ndugu mtazamaji, tusonge kutazama kurasa za nyuma za magazeti, lakini pia hata ukurasa wa mbele wa gazeti la kimichezo na burudani na asubuhi ya leo, kama nilivyokuambia, habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kupitia eh, magazeti mengi ni habari za Simba na Yanga, Singida Black Stars, lakini pia hata katika habari za kimataifa pia tutaenda kutazama ni kipi ambacho kipo, na tunaanza na gazeti la Mwana Spoti linakuambia kata kiu ya michezo na burudani katika ukurasa wa mbele gazeti hili la Mwanaspoti, ndugu mtazamaji, siku ya leo linakupatia habari nzuri kabisa ambayo kwako mwanamichezo utaenda kuifurahia na kuburudika kupata habari hizi kwa uzuri kabisa. Habari ya kwanza inasema, Folz ana saa 24 vigogo kujifungia da ishu ya baka mm. Kuna alama ya kushangaa hapo, ipo hapo. Ukikamata nakala ya mwanaspoti tu, hii ndiyo habari ya kwanza utaenda kuipata kwa uzuri, kwa sababu imepewa nafasi kubwa kwa maandishi ya njano makubwa kabisa, ambayo utaweza kutazama. Hata kama hauvai miwani au una matatizo ya macho, basi utaweza kusoma kwa uzuri kabisa. Habari nyingine ni msauzi aitikisa Simba, mabosi washtuka, wamuita mezani, katika ukurasa watisa tena kupata habari hiyo wame ee, wameoa kimya kimya, katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwanaspoti. Basi kwa uzuri kabisa unaenda kuhabarika kwako ndugu mtazamaji, ambaye utakamata nakala ya gazeti hili kwa uzuri kabisa. Inaendelea kusema kwenye ulimwengu wa burudani, ndoa mara nyingi huwa ni tukio linalovuta macho na masikio ya mashabiki watu utarajia kuona katika ukurasa wa tisa, habari hiyo ipo kwa ajili yako ndugu mtazamaji, ambaye upo pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa Endpoint. Karibu sana kwako kwa ambayo ndo kwanza unajiunga nasi katika ukurasa wa mbele, kufuzu kombe la dunia. Wao wameandika kwa maandishi ya Kizungu au ya Kiingereza, wanasema kufuzu World Cup Oktoba 8, Tanzania na Zambia, saa usiku pale New Aman pale Zanzibar. Uh, habari nyingine ambayo utaenda kuipata hapa ni stado team tishio mbio za magari, ukikamata nakala utaenda kufahamu. Lakini katika habari za kimataifa Odegaard Rice, ni hivi kocha wa Arsenal Mikel Arteta amesema kampeni kapteni uh, wa timu yake Martin Odegaard pamoja na kiungo Declan Rice walioshindwa kuendelea katika mechi, ukurasa wa 19 basi kwako mwana Arsenal utaenda kupata uzuri kabisa wa habari hiyo ukikamata nakala ya Mwanaspoti. Ni dondoo hii ambayo mi nimekuletea kwa uzuri kabisa e, ili uweze kufahamu na kupata kujua ni kipi ambacho kipo katika ukurasa wa mbele gazeti hilo linaloweka kando katika ukurasa wake wa mbele. Tusonge na gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania. Meneja mkuu Simba aahidi ushirikiano, ni mara baada ya Simba kuweza kumtangaza meneja wao mpya Dimit, eh, Dimitar Pantev amesema atashirikiana na wataalamu wa benchi waliobaki kwa ajili ya kufikia malengo ya Simba. Ukurasa wa gazeti hili la nyuma, basi eh, ukurasa wa nyuma gazeti hili la leo utaenda kupata kwa uzuri kabisa, diara kocha JKT Tanzania wang'ara Septemba, eh, ni kipa wa Yanga na timu ya taifa ya Mali jigiji eh, Diara ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa Septemba eh, inayotolewa na kamati ya tuzo ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Basi nenda kamati, habari hiyo utenda kuifahamu kwa undani kabisa kuhusiana na kipa wa wananchi jigiji eh, Diara. Serikali yaweka mkazo medali Olimpiki madola eh, ni katika ukurasa wa nyuma, kikamata nakala ya gazeti hili basi utenda ku fahamu kwa uzuri kabisa. TFF yaipigia hesabu Iran katika ukurasa wa 23, gazeti hili utaenda kupata ndani wa habari hiyo. Rosari akerwa na nyimbo za mapenzi katika ukurasa wa 21, nenda kakamati na kala ya gazeti hili la habari leo, gwiji eh, la habari Tanzania kwa ajili yako. Hizo habari zipo hapo. Tutazame gazeti Dira ya Mtanzania. Katika gazeti la Dira ya Mtanzania ukurasa wake wa kimichezo na burudani, habari kubwa ambayo ipo hapa kwa ajili yako ni wachezaji wa ripoti kambini e, ni kujiandaa na mchezo wa kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Zambia utakaochezwa Oktoba 8 2025 huko Zanzibar. Katika ukurasa wa 14 gazeti hili la Dira ya Mtanzania inakupatia undani wa taarifa hiyo. Pantev kuanza kazi Simba leo, ukurasa wa 15, Msama awataka vijana kujiajiri kupitia sanaa. Ukurasa wa 14 gazeti Dira ya Mtanzania nakupatia e, habari hiyo kwa undani. Diara angara ligi kuu katika ukurasa wa 15, kipa wa Yanga huyu pia ameweza kuweka e, nafa, kupewa nafasi kuwa katika ukurasa wa michezo na burudani gazeti la dira ya Mtanzania. Tutazame gazeti la Nipashe mwanga wa Jamii, ukurasa wake wa nyuma wa michezo na burudani asubuhi ya leo. Ndugu mtazamaji ambaye unasonga mbele pamoja nasi, habari ambayo ipo hapa ni Pantev aahidi makombe Simba, ukurasa wa nyuma tu. Ukikamata nakala ya gazeti la Nipashe mwanga wa Jamii, basi mwanga huo umewekwa hapo kwa ajili yako. Lakini habari nyingine ni viungo Yanga SC ni balaa, katika ukurasa wa nyuma. Hizi ndizo ambazo tuenda kuzipata kwa uzuri kabisa, lakini katika habari za kimataifa, Arsenal majanga matupu, ukurasa 21 na kamati nakala ya gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii, basi upate kufahamu ni kipi ambacho kipo hapo kwa ajili yako. Gazeti la ta, eh, kumradhi, gazeti la Majira Gazeti la Majira, gazeti huru kila siku, asubuhi ya leo ina habari ambayo inasema: Taifa Stars kamiligado kuikabili Zambia, wachezaji wa ripoti kambini kwa kishindo. Ni habari hii ambayo tunataka kuipata kwa uzuri kabisa, ukiwa na nakala ya gazeti lako, na kuna eh, sambamba na habari hii ya Taifa Stars kamiligado kuibuka, eh, kuikabili Zambia. Kuna habari picha hapa ambayo inaonyesha wachezaji wa, wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars wakifanya mazoezi katika uwanja wa Jimkana jijini Dar es Salaam wakijiandaa na mchezo wao kufuzu kombe la dunia dhidi ya Zambia utakaochezwa kwenye dimba la Aman kule Zanzibar. E, nenda kamati na kale yako basi utaenda kupata kwa uzuri kabisa. Ahmad Ali Diara washinda tuzo za mwezi ni habari hizi ambazo zipo kwa ajili yako tu ndugu Mtanzania mwenzangu ambaye unatamani kufahamu habari mbalimbali ambazo mba zimepewa kipaumbele katika eh, dondoo za magazeti siku ya leo. Hizo ndizo ambazo nPoint tumeweza kukufikia na kukufikishia kwa ajili yako tu. Unaweza kutembea pamoja nasi kupitia ukurasa wetu rasmi pale eh, mitandao yetu rasmi ya kijamii nPointz Facebook, Instagram pamoja na TikTok kote huko, ukiandika tu nPoint TZ, basi sisi tutakuwa pamoja nawe kwa uzuri kabisa. Hayo ndiyo ambayo tulikuwa nayo kwa niaba ya timu nzima. Mimi naitwa Joshua Sorongai, Dennis Julius Samuel Matekere, Michael Gaspar. Niliku, tulikuwa nao hapa kukamilisha matangazo haya kwa ajili yako tu ndugu mtazamaji ambaye kwa uzuri umekuwa nasi hadi tena wakati mwingine, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana sana sana sana, na endelea kuwa mwanafamilia wetu. Lakini kama bado haujawa, basi unaweza ukasubscribe ukawasha alama ya kengele ili kila tunapokuwa tunakuletea habari mbalimbali mbali, unaweza kuhabarika pamoja nasi. Mwanafamilia wetu, endelea kuwa salama, endelea kutembea salama. Hii ni nPoint zaidi ya habari. itakuamini tu tutaimba sifa katika hali zote. Kwa kuwa rafiki, je, umewahi kutamani kuwa katika ibada ya kusisimua yenye mziki mzuri wa kuinua roho na ujumbe wa matumaini? Jiunge katika safari ya kipekee ya kusifu na kuabudu kupitia Friday Gospel kipindi cha waimbaji kutoka nPoint TZ ambacho kinakuunganisha na waimbaji mbalimbali, kwaya, vikundi, waimbaji binafsi watakuwa hapa kuliinua jina la Kristo maishani mwao wakituelezea maisha walivyoanza mziki, changamoto walizozipitia, lakini ni namna gani wanafanya kazi ya Mungu kusonga mbele kupitia vipaji vyao vizuri ambavyo Mungu ameviweka ni moja kwa moja mubashara kupitia ukurasa wetu rasmi wa YouTube nPoint TZ, kila siku ya Ijumaa kuanzia saa kumi na moja kamili hadi saa kumi na mbili jioni. Ungana nasi kupitia kurasa zetu rasmi nPoint TZ, kupitia Instagram, kupitia Facebook, kupitia TikTok. Kote hapo tutakuwa tunakupatia habari ya kile ambacho kinajiri, na Mungu akubariki.